Watu kadhaa wamepoteza maisha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mmomonyoko wa ardhi uliotokea Jumapili katika mgodi wa uchimbaji madini wa Lomera katika kijiji cha Luhihi, jimbo la Kivu Kusini. Kulingana na walioshuhudia, maporomoko ya ardhi yalifunika takriban migodi 15 ya madini hasa ya dhahabu na mpaka sasa hivi juhudi zinaendelea ili kujaribu kupata manusura. Shimo ikaanza kutema na vile ya tema, tulikuwa watu ya mingi sana kwa watu mingi, kwa sababu shimo zenyewe ziko na persema, kulikuwa shimo ziko pembeni na zikine ziko yulu yetu sisi tunatobolea, tunatobolea na tamburu ni moja. Sasa tulisikia tu yenea ma ina shimo ikatema nikakata ikanguka ifia kuanguka bila walikuwa chini walalamika, shi tukashuka kupersema ya katikati tukadumbukia chini, mwingine shimo niko tulipitia saidia. Barafiki yangu balikuwa natumika shimo moya juzi samedi, bakaenda asewanaenda tumika kuenda tumika busiku wete mzima. Dimanche busubuhi tukasikia shimo zilianguka, kusikia shimo zilianguka batu tulibatafuta abapatikane na bakurujia tunalalakajisi ako baku kote watatu baka hivi hatuyajua kama wataonekana tena wala hawataonekana juu. Duru zinasema kwamba chanzo cha maporomoko hayo kinadhaniwa kuwa milipuko iliyotumiwa na baadhi ya wa wachimbaji ili kupata mashimo zaidi ya uchimbaji. Msimamizi wa wilaya ya Kabare iliyoko chini ya AFC M23 Eli Rubarura ametembelea mgodi wa Lomero ili kujionea hali ya mambo. Eneo la Lomero, sawa na shughuli nyingine nyingi za uchimbaji madini nchini Kongo huvutia wachimbaji wengi wanaolenga kujikimu kimaisha lakini mara nyingi shughuli hii inafanyika katika hali inayohatarisha maisha yao. Hatutumike leo koze, ni ile milima ilianguka kule, zile mashimu zilizopata aksida, njo wakafunga wakasema tutatumika mpaka jedi. Tangu kutekwa kwa mji wa Bukavu na vijiji kadhaa vya jimbo la Kivu Kusini na AFC M 23 idadi kubwa ya wanaume wameamua kujikita katika masuala ya uchimbaji ili kujaribu kujikwamua kiuchumi. Kwa bahati mbaya, wengi walipoteza maisha huko kufuatia hali tete ya usalama, majanga ya asili, hasa mmomonyoko wa ardhi unaotokana na uchimbaji madini usiofuata kanuni za kisasa, na hata pia kutokana na magonjwa kama vile kipindupindu. Mnamo mwezi Aprili, AFC M23 ilitangaza kusimamisha kwa muda shughuli za vyama vya ushirika vya uchimbaji madini katika mgodi huo.